Tume ya maadili na kupambana na ufisadi kwa ushirikiano na serikali za kaunti humu nchini imezindua kamati za kuzuia ufisadi ili kukabiliana na ongezeko la visa vya vi ufisadi magatuzini. Tume hiyo imetambua kaunti sita zitakazotumika kwenye awamu ya majaribio kabla kamati hizo kuzinduliwa katika kaunti nyingine. Kaunti ya Vihiga imekuwa ya kwanza kuzindua kamati ya kuzuia ufisadi ikifuatiwa na kaunti za Kisumu, Siaya, Kakamega, Bungoma na Elgeyo Marakwet. Makamishina wa tume ya maadili na kupambana na ufisadi wakiongozwa na kamishna John Ogalo walisema wanachama wa kamati hizo watanufaika na mafunzo kuwawezesha kutekeleza majukumu yao ipasavyo.

Gavana wa kaunti ya Vihiga Wilba Otichilo ameeleza kujitolea kwake kufanya kazi pamoja na tume ya EACC kukabiliana na ufisadi akisema kuwa ni kupitia juhudi za pamoja ambapo jinamizi la ufisadi litaangamizwa. It is our responsibility as a county and as individuals to all come together and fight corruption.